Na chama cha Jubilee kimeendelea kumtafutia uungwaji mkono aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa, Fred Matiang'i, kuwania urais kwa tiketi ya chama hicho kwenye uchaguzi mkuu ujao. Katibu mkuu wa chama hicho cha Jubilee Jeremiah Kioni amesema Matiang'i, aliyerejea humu nchini hivi majuzi, anafaa zaidi kwa kwa wadhifa huo kutokana na kwamba anatambuliwa kwa uongozi wake imara na ufanisi katika utumishi wa umma. Kioni pia alielezea wasiwasi wake kuhusu deni la kitaifa linalozidi kuongezeka, akisema inafaa kudhihirisha maendeleo yanayoonekana wananchifre matiani